Kabla ya enzi za TikTok zisizoisha na vipindi vya Netflix vya kukesha navyo, kulikuwa na wakati rahisi, wakati ambapo familia nyingi za Kenya zilikusanyika mbele ya runinga kila Alhamisi jioni, macho yote yakielekezwa NTV, tukisubiri kipindi kimoja kilicholeta kicheko, tafakari na vurugu tamu majumbani mwetu. Kipindi hicho kilikuwa Auntie Boss, tamthilia ya vichekesho iliyohisi kama nyumbani. Haikuwa tu kuhusu wasaidizi wa nyumbani na mabosi wao. Ilikuwa kuhusu maisha ya kila siku tuliyoyazoea yaliyozidishwa ndiyo, lakini simbali na uhalisia wetu. Katika muktadha wa Auntie Boss tulikutana na wahusika waliovutia sana, waliopita kiasi, lakini tuliojihisi kama tunawafahamu. Hatukucheka kwa sababu ya wao tu. Tulicheka kwa sababu ni kama walikuwa sehemu ya maisha yetu. Shiru akipotosha maneno. Silprosa akiiba chakula. Vashita akimlilia Donavan. Donavan akiwa hana habari kama kawaida. Haikuwa burudani tu, ilikuwa sehemu ya utamaduni wetu. Lakini nini kilifanyika baada ya pazia kushuka? Wahusika wetu wa Auntie Boss walielekea wapi baada ya kamera kuzimwa? Kwa wengi jina Shiru linawakumbusha msichana wa kazi mchangamfu, asiye na makuu, lakini mwenye moyo mkubwa. Huyu ndiye alikuwa kiini cha vicheko katika Auntie Boss, aliyejua kupika vibaya lakini kupenda kwa dhati. Nice Wanjeri aliyemcheza Shiru alionyesha uigizaji wa kipekee kiasi cha kushinda tuzo ya Kalasha kama mwigizaji bora wa kike mwaka 2015 alikuwa mchekeshaji wa hali ya juu lakini pia aliweza kuonyesha hisia za kweli: hasira, huzuni, upendo au zote, ndani ya mhusika mmoja wa kawaida lakini wa kuvutia. Lakini kilichowafanya wengi kumshangaa nis ni jinsi alivyojenga jina lake hata baada ya kipindi kuisha. Aliondoka Auntie Boss mwaka 2018, hatua iliyowashangaza mashabiki, lakini kwake ilikuwa mwanzo wa sura mpya tangu wakati huo Enis ameigiza kwenye michezo ya kuigiza ya jukwaani, filamu fupi, vipindi vya runinga na pia amekuwa mshauri wa maisha kupitia mitandao ya kijamii. Amezungumza wazi kuhusu changamoto za maisha ya ndoa, ulezi kama mzazi mlezi, na safari yake ya kujitambua. Enis pia ni sauti ya wanawake waliovunjika moyo, waliopambana na maisha lakini hawajakata tamaa kupitia ukurasa wake wa Facebook na YouTube anawapa mashabiki wake vicheko, ushauri na matumaini. Ni kwenye Auntie Boss hakuna aliyevutia kama Varshita, mke mwenye makeke, kilio cha Don na chanzo cha vicheko visivyoisha. Alikuwa mwingi wa drama, lakini pia wa kipekee. Eve D'Souza ndiye aliyempa uhai mhusika huyu lakini mbali na uigizaji Eve alikuwa pia mmoja wa waliotengeneza Auntie Boss. Baada ya mafanikio ya Auntie Boss, alizindua kipindi kipya Evashita a, eh, kilichomfuatilia mhusika wake kwenye maisha mapya ya ndoa. Kufikia sasa, ana chaneli ya YouTube ambayo anafanya mchezo wa vichekesho kuonyesha kuwa vichekesho vinatiririka kwenye mishipa yake. Don alikuwa mwanaume aliyeishi maisha magumu sana, sio kwa sababu ya kazi bali kwa sababu ya mapenzi. Maisha yake yalikuwa vita vya kila siku na Vashita. Makbul Mohamed alicheza mhusika huyu kwa ustadi wa hali ya juu. Lakini nyuma ya mhusika wa Don kuna msanii mwenye historia ndefu katika sanaa na utangazaji wa Kenya. Makbul si tu mwigizaji, bali pia ni mtayarishaji, mtangazaji wa redio na kiongozi wa ubunifu katika sekta ya media. Baada ya Auntie Boss, Makbul alichukua nafasi zaidi nyuma ya kamera. Ameongoza vipindi vya runinga, kuandika hadithi na kusaidia vijana wengi wanaotaka kuingia kwenye sanaa ya uigizaji na utayarishaji. Silprosa alikuwa mwepesi wa kuongea, mzito wa kula na bingwa wa majibu ya haraka. Silprosa kama alivyochezwa na Sandra Dacha alikuwa mhusika aliyechukua nafasi yake kwenye runinga hii na mioyo ya Wakenya. He, lakini mbali na vichekesho vya kwenye skrini, Sandra Dacha ni zaidi ya uigizaji. Yeye ni mchekeshaji, mshawishi wa mitandao na mhamasishaji wa kujiamini, hasa kwa wanawake wanaokumbwa na changamoto za mwonekano wa mwili. Mbali na kazi ya mitandaoni, Sandra ameendelea kuigiza kwenye filamu na michezo ya jukwani. Amejenga chapa yake ya kibinafsi kama Silprosa, lakini maisha yake ni hadithi ya Sandra, i mwanamke mwenye sauti, ujasiri na roho ya kisanii. Katika Auntie Boss, Vanessa alikuwa kama mama wa nyumba mzima. Msimamo wake, sauti yake ya mamlaka na upendo wake wa kimya kimya kwa wafanyakazi wake vilimfanya Vanessa kuwa mhusika wa kipekee. Grace Munandia aliyefanya Vanessa kuwa hai kwenye skrini, akileta haiba ya ukali, busara na utu kwa pamoja. Na hata baada ya pazia la Auntie Boss kushuka, Grace hakutoka kwenye sanaa. E, alirudi kwenye sanaa ya jukwani ambako alipoanzia akifanya maonyesho ya moja kwa moja na kushirikiana na makundi ya vijana wenye vipaji. Grace anaamini kuwa sanaa ni njia ya kuleta mabadiliko katika jamii. Auntie Boss ilikuwa show nzuri. Waigizaji katika show walituburudisha, wakatuchekesha. Nimeongelea wahusika wachache tu, niliwaacha waigizaji kama Ndinda, Amos, Kosma, Kiarie na wengineo. Asante kwa kutazama. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, tukutane kwenye kipindi kifuatacho.